Sana, karibuni tena kwenye somo la HTML. Uh, kama tulivyosema mara iliyopita leo tutajifundisha kutengeneza jedwali, tutajifundisha kutengeneza table. Kwa hiyo hii ndio itakuwa kurasa yetu ya huduma, hapa ndio tutaweka jedwali ambalo litaorodhesha huduma zetu. Lakini kabla hatujaenda mbele kutengeneza uh, jedwali kutumia HTML kwenye kurasa yetu ya HTML, lazima tujifundishe kwanza jedwali linakuwaje. Kwa hiyo huu ndo mfano wa tebo yetu. Kwa hiyo hii yote, hii hii, ni table. Kwa hiyo kama unavyojua table inakuwa na rows, column. Katika HTML kutengeneza table una consider row ambayo ni hii hapa, na hii pia ni row. Kwa hiyo sote tunajua hizi ni rows, halafu column katika HTML kawaida, column inajichora yenyewe iwapo utachora vyumba kwenye rows hivi tu ambavyo tunaviita cells. Kwa hiyo hii ni cell, halafu chumba hichi hapa pia ni cell, yani hivi vyumba vyumba hivi vyote ni cell. Kwa hiyo ukichora mstari wako row, ukichora row ambayo ni hii, kama hapo ulipochora row halafu ukaingiza vyumba ndani yake, ukaingiza cell halafu ukachora row nyingine ya pili, ukachora row nyingine ndani yako, ukaingiza ukaingiza vyumba, basi unapata columns na kuja zinajichora wenyewe automatic kama tulivyoona hapa. Kwa hiyo hapa imechorwa table halafu na vyumba vikaingizwa, kwa hiyo tukapata columns automatically. Kwa hiyo kwenye ukitaka kutengeneza table kwenye jedwali kwenye HTML unajali kitu ambacho unakuwa unahofia ni kuchora row na idadi ya cells ya sawa, ili ili upate columns automatically. Kwayo, kwa hiyo tumeona kwamba table nakuwa na, na row na cells. Kwayo, hizi cells hizi hivi vyumba ukivichora vizuri na row ukachora vizuri, kwa hiyo unapata columns, afuna table yako natimia. Kwa hiyo then kwenye HTML kuna hii hapa hii vichwa vya habari kwa mfano I mean vichwa vya table na vichwa vya column. Kwa hiyo hii title column hii ina contain ni ina inakuwa under title, na column hii inakuwa under title. Hizi zinaziita head title, heads za, za columns hizi pia tutajifundisha jinsi ya kuzitengeneza kwa hiyo uh, table yetu. Kwa hiyo tukichora kwenye HTML kwanza, lazima tuchore row, halafu tunachora cells. Kwa hiyo tutajifunza vyote hivyo katika katika editor yetu tukiingia, tuki katika kuandika HTML, asante, tuendene kuandika table. Okay, asanteni so sana, karibuni kwenye editor. Sasa hivi tayari kuchora jedwali letu kwa kutumia HTML katika kurasa yetu ya huduma uh, <coughs> kwa hiyo ni, ni, ni tag gani basi ya kuchora jedwali uh, ya kuchora table? Kwa hiyo kama kawaida table tegi yake basi ni table. Kwa hiyo straightforward. Kwa hiyo unachola table attribute. Attribute ndio tutotumia, tutatumia. Attributes zipo nyingi, lakini ukienda hii uh, siki kuambia, lakini ukienda w3 schools .com pale utapata uta, uta, ni reference nzuri ya HTML kwa hiyo kutupata wasa naenda ka kaangalia kaangalia website utaona vitu vingi, kwa sababu zile attributes ninawafundisha mimi ni zile muhimu, lakini ukienda kule uta I mean, tags, kule utazikuta nyingi zaidi ambazo unaweza kuzitumia ukatengeneza page yako ikawa, unaweza kutengeneza kila site. Kwa hiyo tukiendelea hapa, border, tutasema border border value, attribute ya border value yake ni either 0 1 2 3, inategemea. Kwa hiyo border ni ile yale ile ile mipaka ile table. Kwa hiyo kama nataka iwe na ile mistari mistari, kwa hiyo kwa hiyo 1 2 3, kile ukiongeza ukubwa maana yake unaongeza unene wa ile border. Kwa hiyo zero maana yake hutaki kabisa. Kwa hiyo tutatumia 1 kwa sababu tunahitaji. Kwa hiyo then enter. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kama tulivyosema kwamba table inakuwa na na na rows na cells. Kwa hiyo kuchora row unatumia tag gani? unatumia tag ya tr kwa hiyo tag iwapo na inakuwa baina ya ma, ma, baina ya tags za border za table. Kwa hiyo hapa then unafunga tag yako ya row then. Kwa hiyo tumesema row inakuwa na cells, idadi ya cells inakuwa na vyumba, vyumba yani cells, na ukichora rows nyingi cells, matokeo yako unapata column na table yako inakuwa imetimia. Kwa hiyo tuchore sasa cells. Cells unatumia td, kwa hiyo cell yako, cell unatumia td tag. Kwa hiyo hapo ushachora table ambayo ina cell moja. Kwa hiyo ukivichora hivi utapata table ambayo ina one column. Kwa hiyo sisi, mfano hapa, tunataka tuchore table hii. Kwa hiyo tutasema hapa cell ya kwanza, labda tutaorodhesha kwamba hii itakuwa row ya kwanza cell ya kwanza, kwa hiyo hapa taweka labda tuseme kahawa ya Afrika. Uh, hii ni row ya kwanza cell ya kwanza. Kwa hiyo uh, ni hakikisha kwamba kodi yako iko neat ili mtu mwingine aweze kusoma pia. Kwa hiyo na mimi tafungua cell nyingine, kwa hiyo itakuwa Pili, roya itakuwa roya kwanza pili. Tuseme ya pili itakuwa ro ya kwanza sel ya pili, kwa hiyo hapa tuseme tataja bei yake, kwa hiyo kahawa ya Africafe kikombe itakuwa labda shilingi kwa hiyo shilingi mia moja hamsini, kwa hiyo shilingi mia moja hamsini ndio kikombe kimoja, kwa hiyo tunafunga mabano kwa hiyo Je, yeah, ipo haipo? Kwa hiyo tunasema hii tunasema ipo. Kwa hiyo kwa hiyo, kwa hiyo tunafunga hapa. Kwa hiyo utaona kwamba row yetu kwanza, ya kwanza ina cells tatu. Kwa hiyo tushafunga row ya kwanza, kwa hiyo tunachukua row ya pili. Kwa hiyo kurahisisha kazi tuna copy hapa, then tuna paste. Kwa hiyo tutabadilisha vokombo ndani. Kwa hiyo hii hapa nabadilisha kahawa bwana ya kahawa ya frikef kahawa ya bwana ame pia kahawa ya bwana ame. Kwa hiyo hichi labda kikombe moja hamsini kikombe kidogo, labda hii tunasema kwa vile inapendwa sana basi tunasema imekuisha. Kwa hiyo table hiyo, alafu tuna copy tunafanya tena labda tunaongeza tuna tunasema labda hapa tuseme visheti da za da bisharifa bisharifa. Kwa hiyo unaweza kuongeza, kwa hiyo labda kimoja ss thelathini. Kwa hiyo hivi pia tuseme vipo. Kwa hiyo kwa hiyo unaweza kuongeza vitu vingi kabisa. Kwa hiyo tuongeze nyingine ya ziada ili tebo yetu we kwa hiyo. Kwa hiyo. Kwa hiyo naweza kuingiza chochote, kwa hiyo labda kashata za njugu. Kwa wale wasiojua njugu nini, njugu ni karanga. Kwa hiyo kashata za njugu, kwa hiyo pengine moja shilingi hamsini. Kwa hiyo uh, kashata za njugu zinapendwa, zimeisha. Kwa hiyo kwa hiyo hapo ushamaliza kuchora jedwali lako, kwa hiyo tukienda kule tukisave hapa tukienda kule kwenye huduma tukio tuone kwamba jedwali letu lipo na ipo katikati ya table. Kwa hiyo tukirefresh hapa utakuta umeona jedwali letu lipo. Kwa hiyo huduma zetu, kahawa, afrikefu shajamsini, kila kitu. Kwa hiyo mtu anaweza kaja hapa kaangalia huduma kaona. Kwa hiyo jedwali letu tumechora na linaonyesha vizuri. Uh, kwa hiyo kama pale ulivyokuwa ninasema kwamba table zingine zinakuwa zina title. Kwa hiyo hapa juu labda ieleze huduma hapa, mtu ajue hapa ndo bei, hapa ndo ipo au hamna. Kwa hiyo kwa hiyo title head, sasa nilisema tutajifundisha jinsi gani ya kuzichora. Kwa hiyo hapa, tukija hapa, tunachora row, kwa hiyo tr. Kwa hiyo ili kitu kia pia lazima iko kwenye row, kwa hiyo tukichora tr tunafunga Yani row, then tunafungua. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza head ya ile, ya ile column, kwa hiyo unakuwa th ndio tag, usisahau th.tag, usisahau so, th.tag. Kwa hiyo hii unasema ra, tuseme labda unasema huduma, alafu unafunga, then unakuja unafungua th, kwa hiyo unasema bei unafunga. Kwa hiyo unafungua tena th tena unasema labda hali au, uh, upatikanaji upatikanaji, ipo au hamna, tena unafunga. Kwa hiyo tukienda kule, tuna tutaona kwamba hizi ziko bold, zimekazwa, maalafu zinaonekana kwamba hizi kweli, hizi ni head za hizi. Kwa hiyo utaona kwamba uh, table yetu kidogo ina, ina sura. Kwa hiyo mtu akija hapa, tuona ala, kumbe nikitaka kawa FKF 2150 na ipo sasa hivi. Kwa hiyo acha niagize. Kwa hiyo hiyo ndo kurasa yetu ya huduma. Lakini hivi vile vile tunaweza kuplay na baadhi ya attributes. Kwa hiyo mfano nilisema hapa moja au zero, kwa hiyo tunaweza kusema zero, tuka hatuna, tutaona zero jinsi gani, tutakuwa pia tukifanya refresh tutakuta kurasa jedwali eh, letu halina mipaka, kwa hiyo haionekani vizuri. Kwa hiyo unaweza kusema tukaweka moja, tukaangalia mipaka yetu. Kwa hiyo hiyo ndo mipaka, lakini vile vile tunaona kwamba kuna kama ki, ki, ki, ki, kina nafasi hivi katika hii jedwali uh, uh, letu. Kwa hiyo hizi zinataka tu, to get rid of. Kwa hiyo tunatumia attribute kwamba tunasema hizi baina ya cells utakuta kuna nafasi pale. Kwa hiyo tunasema cell spacing. Kwa hiyo cell spacing unaweka zero, ukiweka zero maana yake ni kama off. Ukiweka one maana yake ni kama on. Kwa hiyo zero, uh, ukirefresh hapa utaona ile nafasi. Kwa hiyo table yetu imekuwa nzuri kabisa. Kwa hiyo ah, table yetu uh, ndio hivyo. Kwa hiyo unaweza kubadilisha attributes nyingine ukasema background, labda ukasema uh, unaweza kuweka background ya picha au background background ya color. Kwa hiyo background color, na inakuwa bg, unasema bg color, background color. Kwa hiyo bg color. Kwa hiyo tuseme tunatumia hapa na hapa katumia katumia hizi hexadecimal code, lakini wewe unaweza kutumia ukaandika labda uh, gray pia ta display lakini like, uzuri zaidi ile translation ya yeah, so hexadecimal you know, call na browser nyingi zina understand. Kwa hiyo uh, um, ni hiyo then unaweza kusema uh, unaweza kuandika unaweza kuweka cell padding ambayo unaweza kusema ni 0 au 1. Cell padding ni ile nafasi baina maandishi uh, na hizi kuta za table. Kwa hiyo ukiweka hii utaona kama table inajifinya hivi. Kwa hiyo unaweza kuchezea mambo mingi kabisa. Kwa hiyo unaweza ku- kwa hiyo hapa sisi tutaondosha hii kala, tunaona kwa hiyo tuki refresh, kwa hiyo na jedwali letu, kwa hiyo tunahitaji pia kwa hiyo tebo yetu kidogo inakuwa nzuri na inapendeza. Kwa hiyo unaweza kuweka hata tano. Kwa hiyo kiufupi, tushaona jinsi gani ya kutengeneza jedwali. Kwa hiyo unaweza kuchezea vitu uh, vingi kabisa ndani uh, ya jedwali. Unaweza kubadilisha hata maandishi na kila kitu. Kwa hiyo kama nilivyosema awali kwamba uh, unaweza kwenda W3C kwa hiyo hapa tukienda za HTML, kwa hiyo utajifundisha attributes element. Kwa hiyo mimi nakupa, nakupa, nakupa zile basics ivi, baadaye ukienda huku utapata vitu vingi zaidi. Utaanza kusoma jinsi paragraph manipulation unavyotaka kuisani unavyotaka ku. kwa hiyo utajifundisha vitu vingi kabisa. kwa hiyo nadhani mpaka hapa tumemaliza kuhusu uh, jedwali. Kwa hiyo uh, tukutane tena kwenye somo lijalo. Kwa hiyo somo lijalo tutajifundisha kutengeneza uh, forms kwa hiyo kama ukiingia kwenye